Ukweli au uongo. Na msikilizaji, mambo vipi hapo ulipo? Hii ni RFI Kiswahili, karibu katika makala ya ukweli au uongo ijumaa hii hapa. Siku zote tunasaidiana kuangalia habari zinazopotosha kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa leo uko nami hilaringati, nami siku zote ukiniita Jupiter Mayaka nitaitika, katika kipindi hiki tunachoshirikiana na La Benevolencia. Habari ya kwanza tunayoangalia ni chapisho linalodai vifaa vya kijeshi vimewasili mashariki mwa DRC, lakini ukweli ni kuwa vifaa hivyo viliwasilishwa nchini Mali. Pia tutaangalia video inayodai mchezaji maarufu Kylian Mbappe ametangaza kuondoka Real Madrid. Sasa namba ya kusema nasi anza na alama kujumulisha 254707888555. Habari ya leo, Jupiter Mayaka, umekuwa na jumaa nzuri? nimekuwa na jumaa nzuri nashukuru, sijui wewe. Pia nimjulia msikilizaji, natumai kwamba hajambo. Na msikilizaji, tukaribishe rasmi na tuanze kwa kuangalia madai yaliyochapishwa kwenye chaneli za WhatsApp nchini DRC tarehe 2 mwezi Juni. Kwa mfano, kuna chapisho kwenye chaneli ya TV ya G5 PPRD ikiambatanishwa na picha ya vifaa vya kijeshi ilinukuu yafuatayo: vifaa vipya vya m vimetua Goma wakati wakipanga kufanya mashambulio wale ambao watakuwa hai wataona. Machapisho mengine yanadai picha hizo zilipigwa Kisangani, DRC. Ni madai ambayo yanajiri wakati kuwasili kwa rais wa zamani Joseph Kabila huko Goma, mashariki mwa DRC kumezua mitazamo tofauti. Hata hivyo, msikilizaji, madai hayo ni ya kupotosha. Kuangalia picha zilizotumika ukaguzi unatupeleka kwenye idadi kubwa ya vifaa vya kijeshi vilivyokuwa vinatoka Urusi, viliwasili nchini Mali mwaka huu. Sasa Januari tarehe 17 mwaka huu, moja kwa moja kwenye Facebook, msafara wa takriban magari mia moja ya Urusi ulionekana katika mitaa ya Bamako. Mtoa maoni alifoka kwenye mikrofoni akisema, maisha marefu kwa Fama, maisha marefu kwa wanajeshi wa Mali. Na katika video kwenye YouTube ya shirika la habari la Mali Cap Mali kwa muda wa nusu saa kuna takriban magari mia moja yakiwemo magari ya kisasa ya kivita. Gazeti la Ufaransa la Le Monde pia lilichapisha nakala Januari mwaka huu likisema takriban magari mia moja yakiwemo mizinga nyepesi na magari ya kivita yaliwasili Bamako kutoka Guini Januari tarehe 17. Msikilizaji, picha hizi sio zana za kijeshi ambazo zimetua mashariki mwa DRC na tuliwasiliana na mkaguzi mwenzetu Gregory Genevrier kutoka RFI Afrique ambaye alituthibitishia kuwa picha hizo ni sawa na uchunguzi wa kidijitali uliofanyika mapema mwaka huu. Nikumbusha kwamba alikuwa mmoja wao aliofanya uchunguzi kwa kweli. lakini pia chanzo chetutu cha habari nchini Mali kinatuarifu kuwa kulikuwa na makabidhiano mengine ya vifaa vya kijeshi takriban wiki mbili zilizopita vilivyokuwa vikitumiwa na kundi la Wagner ambao waliondoka na nafasi zao kuchukuliwa na Africa Corps kukabidhiwa kwa mamlaka ya Mali. Msikilizaji, picha hizi si za DRC bali ni za kutoka kule Mali. Ukweli au uongo? Kumbuka kwamba namba zetu za WhatsApp ziko wazi, unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja na kutuma ujumbe wako hapo, nasi tutaweza kukujibu kwenye kipindi hiki cha ukweli au uongo hapa RFI Kiswahili, ambapo tunasaidiana kuepusha kupotoshana kwenye mitandao yetu ya kijamii. Uko nami Hilary Ngati, nami ni Jupiter Mayaka na moja kwa moja, katika habari nyingine tunayoangazia ni ya michezo hii sasa. Mnamo Mei mwaka uliopita, mchezaji maarufu Kylian Mbappe alisaini mkataba wa miaka mitano na klabu ya Real Madrid kutoka PSG akiwa mfungaji bora wa klabu hiyo. Sasa Jupiter, kulikuwa na mjadala hapa studio akisema kwamba Kylian Mbappe akilinganishwa na Messi na Cristiano Ronaldo, unaweza sema unaekelea latili yako wapi hapo nah? kuchagua ni vigumu kwa kweli <laughs> <laughs> lakini sasa, saa chache baada ya PSG kushinda taji lao la kwanza kabisa la ligi ya mabingwa mnamo Mei tarehe 31 mwaka huu mjini Munich, mchapishaji kwenye Facebook kwa jina la Out of The context Barcelona alichapisha video ya Mbappe akidai kuwa ataondoka Real Madrid kwenda PSG. Hebu tusikilize sehemu ya video hii. I that I will be natangaza to kuwa nitarejea Paris, Paris again, kujiunga tena na Paris Saint-Germain they won the kwa sababu wameshinda ligi so ya mabingwa so na nina uwivu nao wameshinda bila mimi kuwepo kwa kikosi so, Madai hayo yalizua mijadala kwenye mitandao ya kijamii, wengine waliamini ni ukweli huku wengine wakipinga. Tulifanya utafutaji kwenye Google na hakuna vyombo vya habari vinavyoaminika ikiwa ni pamoja na tovuti ya Real Madrid iliripoti madai hayo. Msikilizaji, pia tulikagua kurasa rasmi za Mbappe lakini hatukupata ushahidi kuhusu dai hilo. Siku hiyo hiyo, hapa tunaona kwenye mtandao kwamba Mbappe alichapisha tu ujumbe wa pongezi kwenye Instagram kuheshimu ushindi wa PSG wa ligi ya mabingwa ya Inter Milan. Na sasa ujumbe wa pongezi unanakiliwa kutoka kwa Kifaransa, sikukuu hatimaye imefika. Ushindi katika mtindo wa kweli wa klabu. Hongera Paris, ndio ulikuwa ujumbe wake Mbape utafiti zaidi pia unaonyesha kuwa video hiyo ilibadilishwa baada ya kutolewa kutoka kwa mahojiano ya kipekee ambayo Mbappe alifanya na Becky Anderson wa kituo cha habari cha CNN mnamo Disemba 28 huu ni mwaka 2021, kuhusu kuichezea PSG. Mbappe msikilizaji, na ingati bado yuko Real Madrid, hajaondoka na alisaini mkataba wa miaka mitano. unapenda mchezo upi? Uh, wa kikapu unachezea wapi Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 254 707 888 555. Asante sana kwa wale wanaoendelea kuwasiliana nasi jioni ya leo. Kipindi yawani ni ukweli au uongo, uko nami Hilari Ngati na mwenzangu Jupita Mayaka. Moja kwa moja tunaungana naye kwa njia ya simu, Dr Medi hajawii niambia yeye ni daktari wa nini, lakini haidhuru, wa kuchora wa kuchora haba... habari ya jioni Medi. Ah, safi kabisa. Sa mimi ni dokta wa uchoraji katuni bas, kwa kweli kumbe ni leo. <laughs> <laughs> <laughs> Unachora nini Medi? Katika wiki hii ni nitachora stori hii ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii ikiodai kwamba Kylian Mbappe ataondoka Real Madrid kwenda PSG. Kwa hiyo nimechora katuni ambayo inaonyesha huo sio kweli bado ni mchezaji wa Real Madrid. Asante Medi, na nimkumbushe msikilizaji anaweza kutazama vibonzo vyako kutembelea mitandao yetu ya kijamii ikiwemo TikTok, Facebook pamoja na YouTube, na wavuti wetu wa RFI Kiswahili. Kwa tumbo hizo la leo la benevolence, wako tayari kutoka Studio B

na wakati wowote wa ule msikilizaji, wewe ukitilia shaka habari yoyote mitandaoni, wasiliana nasi kwenye hiyo hiyo mitandao yetu ya RFI Kiswahili, lakini alama ya kujumuisha 254707888555, ndiyo namba yetu ya WhatsApp. Nami ukiniita Jupita Mayaka nitaitika, nami ni Hilari Ngati. Hadi wiki ijayo, kwa heri.